Ya sasa siku ya leo bana, nataka ujue kisa cha daktari bingwa wa dawa za usingizi. So huyu daktari bana ameweza kupata ma, I think ya huyu daktari bwana ameweza kupoteza maisha baada ya daktari huyo, so alikuwa yupo katika fukwe za bahari, so alikuwa akimsaidia mwenzake wakati anazama baharini Ndipo na yeye nguvu zikamshinda, ndipo akapoteza maisha. Sasa unaambiwa hivi, tumempoteza daktari bingwa wa dawa za usingizi hospitali ya taifa ya Mwimbili, Dr. Zhang Junkiho amefariki tarehe kumi na tano mwezi wa sita 2025 huko Kigamboni, baada ya kuzama majini wakati akimwokoa mwananchi aliyekuwa anazama. Siku ya tukio Dr. Zhang Alimwona mwananchi akizama na yeye kuamua kujitosa majini kumwokoa. Alipomfikia alimpatia jaketi lake la kuogelea, na yeye kwa kuwa ni mzoefu akaogelea bila jaketi. Raia aliyekuwa akizama alifanikiwa kuokolewa, lakini maji alimzidi nguvu, Dr. Zang akazama na kupoteza maisha. Dr. Zhang alikuwa daktari bingwa wa dawa za usingizi na ganzi, anesthesiologist, raia wa China aliyekuwa anafanya kazi katika hospitali ya taifa ya Muhimbili. Dr. Zhang alikuwa na shahada ya udaktari wa binadamu, Bachelor of Medicine shahada ya upasuaji Bachelor of Surgery, shahada ya umahili katika matibabu ya ndani Master of Internal Medicine na shahada ya umahili katika dawa za usingizi Master of Anesthesiology. Pia alikuwa na cheti cha ithabati ya kimataifa cha uhudumu kama daktari bingwa wa dawa za usingizi katika nchi zaidi ya 100 duniani yaani NMLE. Dr. Zhang atakumbukwa kwa mchango wake mkubwa wa kuhudumia jamii ya Watanzania pamoja na umahiri wake kufundisha njia mpya za dawa za usingizi na ganzi. Atakumbukwa pia kwa ucheshi wake, uchangamfu wake na passion yake katika kazi. Dr. Zhang amekufa kishujaa akijaribu kuokoa maisha ya mtanzania mwenzetu aliyekuwa akizama. Huu ni upendo wa ajabu. Dr. Zhang amefariki akiwa na umri wa miaka 38. So hivo tuweze kumwombea apumzike eh? Ya, nafikiri hao ni moja ya machache tuliokuwa tumebahatika nayo. So kwa wewe ambaye bado huja subscribe. So tunakuomba hakikisha una subscribe ili wakati mwingine uweze kupata taarifa zetu, asante.